Amen. Amen. Epuka kulinganisha au kuhukumu. Epuka kulinganisha au kuhukumu. Kila mtu ana safari tofauti. Epuka kulinganisha au kuhukumu. Kila mtu ana safari tofauti. Mungu anafanya kazi tofauti kwa kila mtu. Epuka kulinganisha au kuhukumu. Kila mtu ana safari tofauti, japo wote tunakuwa na siku moja na saa moja na saa kumi moja, lakini kila mmoja ana uelekeo wake. Kila mmoja ameletwa kwa ajili ya kakusudi kake ambapo Mungu amemwambia kwa. Epuka kulinganisha, usinilinganishe mimi na mtu mwingine yoyote. Hapana, mimi na upekee wangu katika huo wa upekee wangu ninapaswa kufanya yanayohusu mimi na upekee wangu na kusudi langu. Tukaanza kulinganisha huyu na huyu, ndio unakuwa unakosea. Tukaanza kulinganisha tai na buskani, kama unataka vyote vijani tai, ni kwamba chombo chote kifanane na tai, unakuwa unakosea. Kila kitu kiko pale, kama ni kwenye gari, kipo kwa ajili ya kazi yake, japo vyote vikijumuika kwa pamoja ndio vinaunda gari lakini kila kifaa kwenye lile gari kinakuwa kina kazi yake. Kuepuka kujilinganisha, uko, ya uko kwa ajili ya kusudi langu, uko kwa ajili ya kazi mahususi ambayo Mungu ameiumba kwa ajili yako. Kwa kazi ambayo umeumbiwa ndio imekufanya wewe uumbwe hivyo hivyo ulivyoumbwa, hivyo hivyo ndio unastahili kuifanya hiyo kazi ambayo umeumbiwa. Ungeumbwa kama mimi, usingestahili kufanya hiyo kazi. Ndiyo maana wewe ulivyo unavyoweza kuvifanya mimi siwezi kuvifanya. Na mimi ninaweza kuvifanya wewe hauwezi kuvifanya. Ndiyo maana mwandishi wa Wafilipi Paulo akasema kila mmoja amuone amhesabu mwingine kuwa bora kuliko nafsi yake yeye mwenyewe. Na ndivyo ilivyo. Haupaswi kulinganisha mtu mmoja na mwingine. Viumbe viwili tofauti vilivyoletwa kwa ajili ya kila mmoja na safari yake tofauti kutimiza malengo tofauti. Hatuwezi kufanana kwa sababu tumeletwa kuweza kuleta majibu tofauti tofauti kwenye maisha, kwenye jamii zetu. Si lazima mwalimu afanane na muuguzi wa afya? Hapana, sababu kila mmoja yupo pale kwenye kuleta jibu au suluhisho tofauti na mwenzake. Mwingine anakuja kukabiliana na ujinga, mwingine anakuja kukabiliana na magonjwa. Sasa kwa nini hawa watu wawe sawa? Hapana na mazingira atakayoyapitia yatakuwa ya tofauti kulingana na majibu ambayo wanapaswa wayabebe na wakueleka kwenye jamii. Kuepusha kulinganisha kila mmoja, iliko na safari yake tofauti na mwenzake. Ku mheshimu katika uongozi wake, heshima inapaswa ifuate mkondo. Simuone mtu mwingine ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ya, kitu kingine hapa, Yakobo nne kumi na moja mpaka kumi na mbili usimnenee ndugu yako mabaya kosula itakayo, inaendana na hiki kipengele cha pili jinsi ya kuepuka tabia ya kudharau. Yakobo nne kumi na moja mpaka kumi na mbili lakini kitu kingine jifunze kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine. Jifunze kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine. Jina lake libarikiwe. Amina. Utofauti wetu ndio unaokuja kutukamilisha. Hakuna mtu ambaye amekamilika katika kila jambo, hakuna mtu ambaye atajua kila kitu. Utofauti wetu ndio unaokuja kutukamilisha, ndio maana kutakuwepo na wakulima